mtu mwingine na angependa kuitumia huduma hii au product yangu, then unatafuta namba za watu ambao unaona ni potential, na wapigie simu. Mbinu ya ya tatu ya kupata mteja, email, email marketing, kutuma email, especially kwenye masuala ya corporate area. Mtu ambaye anafanya biashara na na makampuni na mabiashara, tafuta email zao, chukua email zao, anza kutuma email au whatsapp messaging. Namna nyingine ya kupata wateja tunazita ni old school marketing. Mfano, TV, radio matangazo yale billboard ya barabarani vipeperushi, hivi vitu vyote ni old school. mabango yako, makubwa. Watu wakiwa wanapita, kusabuta, watake mabango barabarani kuona biashara yako kwa hiyo kutegemea bango ndo upate wateja uweze kupata matokeo ndo bado tunaziita ni old school. TV na redio ni old school kwa sababu moja, sasa hivi hamna mtu ambaye anakesha nyumbani kuangalia TV, na wateja wako wewe kuanzia saa kumi na mbili anaondoka nyumbani saa kumi na mbili anarudi nyumbani tena, sometimes saa mbili au saa nne anakuwa muda wote wako mtaani, maofisini, kwenye, kwenye kazi zao. Ukitumia TV unapoteza wateja wengi. Old school marketing zinatumika kwa target Alafu ya mwisho ambayo ndo the best kwa sasa hivi ndo inafanya vizuri zaidi ni moja ni digital marketing. Digital marketing ninazungumzia social media na digital space kwa ujumla. Social media zinamaanisha mitandao ya kijamii na digital space, kwa mfano kama Google na vitu vingine. Namna gani naweza kutangaza vitu vyako huko? Sasa hivi ndo kuna watu, kuna matokeo makubwa kwa sababu gani? Kwa sababu moja huko kwenyewe watu wote sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii muda wote. Muda wote mtu kashika simu yake muda sabibu kwa mfano, hata sasa naniangalia sasa hivi kwa sababu umeshika simu yako. So ukitaka kupata the best result, lazima uende waliko watu wengi. Hizi mbinu zote hizi za kufatikia kupata mteja wako wa kwanza.